Muungano huu wa makanisa 22 ya manispaa ya Songea unaonyesha dhahiri kwamba mnayaishi maneno ya Mungu katika Zaburi ya 133 mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu kwa vitendo jipigieni makofi. Nyinyi mmekuwa ni watendaji wa neno na si wasikilizaji tu wa neno. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini pia ndugu wanawake wenzangu, naomba nichukue fursa hii adhimu kuwapongeza sana kwa matendo ya huruma mlioyafanya mwaka jana kwa ndugu zetu wenye uhitaji. Hongereni sana sana sana. mwanamke ni mjasiriamali kwa asilimia yake, kitabu cha Mithali 31 katika kueleza kueleza sifa za mke mwema, mmoja wapo ni hii ya ujasiriamali, kuwa mtu kutafuta kuchacharika. Imeandikwa, mwanamke afanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali, tena huamka kabla usiku haujaisha, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Huangalia shamba akalinunua, kwa mapato na mikono yake kupanda mizabibu. Hujifunga nguvu kiunoni kama mshipi, hutia mikono yake nguvu. Huona kama bidhaa yake ina faida, taa yake haizimi usiku. Mwanamke Tuchacharike wanawake, tuchacharike, tufanye kazi, tujitahidi kuwa na vyanzo mbalimbali vya mapato, tusisubiri kuletewa na waume zetu. Inamaanisha hivi sio nani? Kwa sababu sisi ni wanawake wa maombi, basi ni kutoka asubuhi ni maombi tu mpaka usiku, asubuhi nani, jioni. Uh, ukirudi unaanza kuomba hela ya nanii hela ya, ya ya ya mafuta ya ta. taa. Lakini sasa hivi tumekuwa na umeme sana, zamani unaanza kuomba hela ya mafuta ya ta. taa. Wewe ni wakulalamika tu, hapana. Tutenge muda huu, ni, ni muda wa maombi na huu ni muda wa kwenda kuchacharika kuleta riziki nyumbani ili tuweze kuwalea vizuri watoto wetu na waume zetu. Hapo vipi? Wow! kutokana na na na michango ambayo nimeona mnaendelea kuchangia kwa ajili ya, ya maombi zaidi, na vilevile mmekuwa me, mkichangisha ili mweze kufanya semina kwa ajili ya vijana. Mimi niwapongeze sana sana kwa kuona umuhimu wa jambo hili, na kwa kuwa ni jambo jema, na kwa kuwa na mimi ni mama, ni mlezi, kwa hiyo na mimi nitawachangia shilingi milioni moja. Basi nitaomba msaidizi wangu ataileta hiyo shilingi milioni moja hapa ili niweze kukabidhi. Haya, mambo ya kesho kesho haya nazaliwaga mengi. Niombe kabisa, baba zangu wachungaji, mapadre, naomba tusogee hapa kwa pamoja. Mimi leo nataka niwaombeeni, lakini pia orana, basi naomba niwaalike wanawake wenzangu kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya viongozi wetu hawa wa dini. Tutafunga macho, tutaomba kidogo kama dakika tatu. Baba, katika jina la Yesu Yehova barikiwe, tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni. Tunasema asante kwa ajili ya jioni hii ya leo, tuna kila sababu ya kukushukuru Mungu, tunalibariki jina lako, tunakutukuza Mungu Yehova. Asante kwa ajili ya wanawake hawa ambao kimsingi, Mungu, wamejitoa kwa ajili ya kuombea taifa, wamejitoa kwa ajili ya kuombea kanisa, wamejitoa Mungu kwa ajili ya kuombea watoto wao katika jina la Yesu. Mungu, tunawaleta mbele zako watumishi hawa wa Mungu ambao ni mapadre ni wachungaji. Mungu, ninakusihi katika jina la Yesu, mkono wako wenye nguvu ukawabariki ukawatetee wakati wote Mungu, ukawachove kwa damu ya mwanao Yesu Kristo ulinzi wako ukaimarike kwa ajili yao Mungu, endelea kuwatetea wakachovwe, na damu ya mwanao Yesu Kristo, wakawa ni wenye kuendelea kukuamini na kukutumikia wewe Bwana, katika jina la Yesu. Mungu, tunasii uwepo wako uimariko wa makanisa yote Mungu, hata wale wenye mioyo migumu Mungu, ukawape moyo wa nyama, ukaondolee moyo wa jiwe katika